Kwa jina naitwa Jamila Shabani Makubui, ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watano. Aa, nikiwa na wadogo zangu wawili wa kiume na wawili wa kike nikiwemo na mwenyewe watatu, jumla tunakuwa watano. Nilianza shule ya msingi nikiwa mkoa nikiwa... wa Lindi nikaamia mkoa wa Pwani wilaya ya Kibaha kutokana na sababu za mzazi wangu kupata kazi eneo lile, lakini pia pale nilianza kusoma nikiwa darasa la pili mpaka darasa la saba. Elimu yangu haikuwa rahisi toka naanza shule ya um, shule toka naanza darasa la kwanza mpaka namaliza la saba, kuna changamoto za kiwanafunzi tulipitia. Mm. Lakini pia nilipohitimu elimu wangu ya wa msingi ikiwa elfu mbili na kumi na sita nilipata bahati ya kuchaguliwa kuendelea na sekondari lakini nilichaguliwa shule ya serikali. Baada ya hapo nikahamishwa na kupeleka boarding. Nilisoma boarding kuanzia form 1 mpaka form 4. Kipindi cha maisha ya form 1 mpaka form 4, shule yetu ilikuwa <laughs> shule yetu ilikuwa ina, ina kanuni ngumu sana, ila kama ukizizoea na ukiamua kuishi nazo kama mwanafunzi unaziona tu rahisi. Ilikuwa tukifika tukifungua shule ile mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita ndio huwa kunakuwa na likizo, lakini ukiingia shuleni kwetu, yani mpaka inafika likizo, yani hujawahi toka nje na haujui mazingira ya nje. Na ilikuwa shule shule nilosoma ilikuwa ya Kiislamu, ilikuwa inatenganisha girls na boys. Kwa boys walikuwa madarasa yao na girls madarasa yetu, lakini tulikuwa tunachanganyika mda wa vipindi vya option. Changamoto zilikuwepo, tunajua katika umri fulani watu tukishafikia huwa kuna vitu vitu baina ya jinsia mbili, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, sikuwahi kupatwa na changamoto hizo za kuangaika kuangaishwa na vijana mpaka namaliza form 4 matokeo yametoka. Baada ya kumaliza form 4 kabla ya matokeo, nilipata bahati ya kwenda kujifunza kushona nguo kitu ambacho nilikipenda nikaenda kujifunza kushona nguo mpaka sasa na, naweza kushona nguo. Matokeo yakatoka tukapangiwa vyuo nikaja. Hapo sasa hivi ni mwanachuo, Chuo cha Utumishi wa Umma kilichopo Magogoni, karibia na Ikulu ya nipo pale. Nipo mwaka wa mwisho, nilianza certificate mpaka sasa na naelekea kumaliza diploma yangu mwezi wa saba na graduate. Namshukuru Mwenyezi Mungu, changamoto nimekutana nazo, lakini za na kawaida, kutokana na changamoto tumeombiwa wanadamu na inabidi tupambane nazo kwa Kaya... hiyo hiyo ndo historia kwa ufupi, tokea nilipoanza mpaka nilipofikia, ila y kumalengo malengo ambayo tunayawekea wanafunzi tukishamaliza kusoma, je, huko mtaani tutaenda kufanya nini? Ha, kutokana na niliposema hapo hawa, nilikuwa nimejifunza kushona, kushona, kora, kushona cherehani <laughs> kushona nguo imini. Kwa hiyo baada ya kumaliza tunatarajia kupata fursa ya kuajiliwa huko serikalini kwenye maofisi ya watu, lakini wakati tunahangaika na ajira sako, itabidi tujiajiri kwanza, wenyewe tutafute vipato vyetu wenyewe. Ikitokea tukiajiriwa, basi tutaenda huko kwenye maofisi ya watu. Ah, changamoto ninayoipitia wakati huu nikiwa katika masomo ah, ni kwamba elimu ya chuo tofauti na ya sekondari, tofauti na shule ya msingi. Elimu ya chuo tunakutana na mambo ya coursework, unakutana na vitu mbalimbali ikiwemo coursework. Unakuta labda kama ukutimiza coursework kwa chuo chetu sisi, yani kama ukutimiza coursework, itabidi uje ulirudie ilo somo mwakani, na maana inabidi usimamishe mwaka pia <coughs> kitu kingine, masuala ya sapu. Uh, kwa mwanachuo swala so la sapu kawaida kingine ya yeah, ni hivyo. Namshukuru Mungu nimeweza kupambana navyo mpaka nafikia level hii ya kumaliza <laughs> kwa pale chuoni kwetu ah, kuna maduka mawili mule ndani ya chuo, nikiwa moja lipo getini na moja lipo mbali kidogo, karibia na madarasa, lakini vyakula vya pale vimekuwa ghali, inapelekea mpaka tunashuka tunaenda feri kule kwenye soko la samaki kuangalia mihogo. <laughs> Sometimes tunatoka na vitafunwa vyetu huku huku majumbani kwetu, ukifika muda njaa inauma, unatoa unakula hivyo. Mm, ugumu uliopo ni kwamba kwa chuo chetu sisi kama sisi ambao tunaingia asubuhi, maana tukiingia asubuhi kutoka saa nane na kwa siku tunaweza tukawa tuna vipindi vitatu tu, lakini vipindi vitatu hivyo vitaanza saa mbili Vikianza saa mbili kamili, kipindi cha kwanza kinaanza saa mbili kamili mpaka saa nne Saa nne mpaka saa sita anaingia mwalimu mwingine, saa sita na mpaka lekcha mwingine saa sita mpaka saa nane anaingia lekcha mwingine, kwa muda wa kula tunakosa sasa mtu mwenyewe kama anakuwa anahisi njaa ime, yani anashindwa kuvumilia itabidi tu aache lecture atoke nje akanywe chai, lakini kama una moyo wa kuvumilia unavumilia mpaka hiyo saa nane saa inategemea labda hiyo kula, labda unabakia kusoma na maana vipindi vinaisha saa nane Vipindi kama vinaisha saa nane kwa mtu anayekaa Kigamboni hapa feri aina haja ya kwenda tea kwenda kutafuta chakula kwenda kantini kutafuta chakula, hali ana uwezo wa kuvuka pale na kuja kwake na kupika. Ah, presentation zipo na ni moja ya vitu ambavyo vipo kwenye ratiba chuoni. Pale tuna utaratibu wa kuwa na 1 na test, lakini ndani ya testi hizo kabla ya test one au baada ya test one huwa tunaanza ku present kwa, kwa magrupu kwa ambayo tumepangiwa kazi tunafanya presentation. Pia kuna group assignment, lakini pia kwenye presentation kuna changamoto <laughs> ikiwa kama umetoka pale mbele unakupita no kuna lecturer mmoja uyo, wanakuambia usome kazi nzima Ukifika pale mbele, kazi anaichukua yee eh, alafu sasa anaanza kuuliza popote pale anapojisikia yee eh. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine hajasoma au amesoma, lakini kutokana na vile tunavyoulizwa maswali, unakuta mtu unasahau kila ambacho umekifanyaje mmekifanyia kazi kwenye ile kazi yenu ya group Uf haikuwa ah, rahisi kwa sababu ndo ilikuwa malango ya kwanza kupresenti. Niliteteweka, nilikuwa na uoga, lakini nikapiga moyo konde, nikasema <coughs> wenyewe wanakwambia mtoto akilia wembe mpe, nilitaka <laughs> kuja chuo, basi itabidi ni pambane na maisha ya chuo kwa hiyo alikuwa na ugumu sana japokuwa ilikuwa ndo maranguo ya kwanza, na nilikuwa na hofu kuhusu hilo kutokana na walimu ambao walikuwa watufundisha walikuwa very complicated. Kwa mara kwanza nafika chuo ah. Ya kwanza nafika chuo nilipelekwa, nililetwa na baba yangu alinileta hadi pale hmm, kwa sababu mimi yani, tuseme, yani alinileta kwa sababu sikuwa na mazoea <coughs> ya kuja huku. Kwa kuwa yeye anafanya kazi huku, ilikuwa rahisi kunileta na mazingira anayofanyia kazi ni sio mbali na chuo kilipo kwa ikawa rahisi yeye kunileta chuo. Pia aliponileta, alinisaidia baadhi ya mambo ya usajili, kwa sababu wanafunzi walikuwa wengi sana. Na ukiangalia yeye pia ni mtumishi wa umma, kwa hiyo sitaki kuweka specific kazi yake. Anafanya kazi yeni, lakini yeye ni mtumishi wa umma na kutokana na alivyokuwa siku hiyo, koo alipewa kipaumbele cha kuwa wa kwanza katika kila sehemu ambayo nilihitajika kwenda kukamilisha usajili wa pale chuo. Baada ya hapo, alinisindikiza moja kwa moja Kigamboni na kunileta sehemu ambayo ndio rasmi nitaanza kukaa mwenyewe nikiwa mbali na mama yangu yani eh, mbali na familia kwa ujumla alinileta, lakini tukaangalia mazingira tukaridhika nayo, kwa sababu siku hiyo ndio ilikuwa siku ya kuja kuyaangalia hayo mazingira ya eh, sehemu hiyo. Na pia ah, baada ya kuridhika nayo tukarudi wote hadi chuo eh. Tulivyorudi <laughs> siku sikutaka kubaki kwa siku ile, yaani nilijiona bado bado, kwa hiyo nilimng'ang'ania, tukarudi wote hadi nyumbani. Baada ya nakumbuka, wiki lile lilikuwa wakati nakuja naanza chuo, ilikuwa wiki la kama la sikukuu hivi, kitu kama hicho. Kwa hiyo kulikuwa na siku mbele ambazo hatutoenda chuo, kwa hiyo nikaona kwenda kukaa peke yangu kule itakuwa bwadi na mimi sijazoea, kwa mara ya kwanza tu ndio nimefika, yani nianze kuzungukazunguka nikijifungia ndani kwa muda mrefu mwenyewe. Nikaamua nirudi na baba yangu mpaka nyumbani. Baada ya hapo, zikapita kama siku tatu, nikarudi tena Kigamboni nikiwa mwenyewe sasa. Na wakati nakuja, sio kama nilikuwa na uzoefu wa kuja huku mara kwa mara, ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza siku hiyo naletwa na baba lakini pia nilivyorudi, sikupotea yaani nili, niliweka alama kila sehemu unavyopita. <laughs> kwao nilivyovuka ikawa rahisi, nikafika hadi ninapokaa hivyo. Maisha ya chuo yakaendelea, nikaanza mwaka wa kwanza, nikamaliza certificate, nikaingia mwaka wa pili, lakini mpaka sasa hivi niko mwaka wa tatu kiwa mwaka wa pili diploma tunamaliza kwenye chuo iko. <laughs> Ah, maisha ya Kigamboni. <laughs> Kwa upande wangu mimi na naona ya kawaida tu to, lakini tofauti na nyumbani kwetu huku umekuwa tofauti kidogo, kwa sababu huku kuna wanachuo wengi, yaani wafanyabiashara huku, yani biashara ndio sehemu yake, kutokana na wanachuo wamekuwa wengi kwa sababu ya vyuo huku. Upande wa huku, yani vyuo tu viko vingi. Ukiangalia kuna mwalimu Nyerere, ukivuka kuna utumishi, ukitembea kidogo unakutana na FM BMI, lakini wote mazingira yao <coughs> wanayoishi ni au kwa koo kipindi hiki cha wanafunzi ambacho wako amba chuo, huwa kuna changamka kidogo. Na hata ukiangalia mimi kwa kawaida nikiwa huko kulala saa sita, saa saba, saa nane kawaida, lakini kiwepo nyumbani kwetu saa mbili tulishaanza kusinzia, ko ni mazingira tofauti tofauti kabisa na nyumbani ugumu wa kukaa na watu tofauti na wanyumbani. Nilipata bahati ya kuwa na marafiki, yani kuwa na watu ambao nimewazoea kwa sababu mimi nakaa hostel, sijapanga kwa hiyo, watu ninaokaa nao walikuwa wanaendana na mimi, walikuwa wanaendana na mimi, kwa hiyo sikupata shida sana kuwazoea, niliishi nao vizuri. Changamoto tu ni kwamba wao walikuwa wako juu, nikiwa na maana wao walikuwa wako degree, mimi nilikuwa niko certificate, kwa wao walikuwa wamenizidi kwa kiasi chake, pia walikuwa dada zangu, lakini niliishi nao kwa upendo mpaka wamemaliza uh, cha kuambia ni kwamba kila kitu tunategemea kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia sisi wenyewe, ijapokuwa tunategemea kwa Mwenyezi Mungu, ni kwamba sisi wenyewe tunatakiwa tu tujitoe, isiwe kwamba mimi muislamu, mimi mimi mkristo, basi nimeenda kanisani au nimeenda msikitini, Mwenyezi Mungu atanisaidia. Kwa maisha ya chuo Sawa, ndio Mungu atakusaidia, lakini bila jitihada zako mwenyewe, yaani hata ya mtaani, kukiachana na chuo, bila jitihada zako mwenyewe utakiona chuo kigumu. Siwezi kuwazungumzia vibaya, lakini uenda ikawa wao wana malengo yao binafsi, na kila mtu anafahamu nyumbani kwao wametoka vipi, familia, familia wa yao iko vipi. Kwa hiyo nasikiaga watu wanasema kuwa ukiona mzazi amekusomesha kuanzia certificate mpaka unamaliza diploma, kwa kwa <laughs> kulipia mwenyewe ada ni, ni kwamba certificate hadi diploma kawaida mzazi anakuwa anajipiga mwenyewe, lakini degree huwa kuna mkopo wenyewe wanaitabumu wanapata. Wanakwambia mtu akisoma certificate mpaka diploma akisomeshwa na mzazi wake, ujue huyo kwao kuna hela Hamna um, zile hela ni za wazazi wetu, lakini sisi ndio maana wazazi wanatupigania tuje tupate vya kwetu. Ah, nashukuru kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa. Asanteni sana, nawapenda, bye.